Kama umewahi kusikia kuhusiana na neno QLED, ama umeona katika box la TV imeandikwa QLED, ama umesikia mtu anasema ya kwamba nahitaji kupata TV ambayo ni QLED. Sasa hiki ni kitu ambacho nimekuwa nikiongea mara kadhaa, lakini bado ni kitu ambacho kinawachanganya watu sana QLED ni nini? Na kama ni kitu ambacho kinakutatiza kweli kweli, basi relax, kwa sababu leo tunaenda mpaka ndani ya screen kabisa kuweza kuelewa hii teknolojia ambayo ipo kwenye TV, inayofanya TV iwe brightness iwe na rangi nzuri, lakini pia clarity ya ajabu. Leo nitakwambia kiundani zaidi kuhusiana na QLED TV. Na kama ni mtu ambaye unahitaji TV ambazo ni QLED, Hisense ni moja kati ya brandi ambayo inazalisha TV ambazo zina QLED technology. Na kumbuka tu ya kwamba Mars Communications ndio distributor wasambazaji namba moja wa bidhaa za Hisense Tanzania. Kumbuka hii ni nguvu ya Mars Communications. Karibu sana. Let's dive deep in. Sasa swala kujiuliza QLED ni nini? QLED ni kifupi cha Quantum Dot Light Emitting Diode. Lakini usidanganyike na jina, QLED sio self emitting kama vile OLED. Badala yake ni LCD TV ya kisasa yenye teknolojia ya juu ya kublasti picha kwa kutumia quantum dot. Kifupi naweza nikasema panel inakuwa ni LCD, backlight ni LED kwa maana ya kwamba inakuwa ni full LED, lakini ile magic ambayo inafanya iwe na rangi nzuri zaidi ndio hiyo quantum dot layers. Kwa hiyo QLED ni Combination ya LCD backlight pamoja na quantum dot nanoparticles. Najua bado hujanielewa. Ile endelea kunisikiliza. Quantum dot ni nini? Hii ndio moyo wa QLED. Quantum dot ni nanoparticles microscopic ambazo zinatoa rangi safi sana zinapopigwa na mwanga. Ziko extreme tiny kwa maana ya kwamba ni ndogo sana. Almost atomic level, yani ni level ya atomic, na zinatengeneza rangi depending na size yake, kutegemea na ukubwa wake. Ikiwa ni dot kubwa inatoa rangi nyekundu, ikiwa ni dot ndogo, inatoa rangi blue, na ikiwa size in between inatoa rangi ambayo ni green. Hii inamaanisha rangi zinakuwa pure zaidi, brightness zaidi na zaidi kuliko LCD ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu quantum dot zinabadilisha energy ya mwanga kwa precision ambayo LCD ya zamani haiwezi. Sasa QLED inafanya kazi ikiwa ndani ya hiyo TV. Kwanza kuna LED backlight ambapo huu ni mwanga mweupe tu ambao unapiga nyuma ya panel. Hiyo panel sasa ndio inakuwa imebeba hiyo quantum dot film ambapo mwanga unapopenya kwenye hiyo layer ya quantum dot, kila dot inabadilisha mwanga kuwa rangi yake specific. Yaani nyekundu inakuwa nyekundu, green inakuwa ni green na blue inakuwa blue. Alafu na LCD paneli. Paneli ambayo ina control jinsi pixels zinavyopitisha au kuzuia mwanga ili kuunda image, lakini pia kuna color filters na diffusers. Mwanga unapopitishwa kwenye filter ili kuunda final color accuracy, matokeo yake ni picha yenyewe, ambapo brightness inakuwa ni kubwa, rangi inakuwa saturated, na contrast bora zaidi, lakini pia lifespan ndefu. Dot hazichoki kama vile OLED pixels. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Sasa kitu ambacho najua utajiuliza, ama unajiuliza, nisipoongea pia inawezekana ukaniuliza, kuna tofauti gani kati ya QLED na naomba unisikilize usije na na wewe ukachanganye. QLED inategemea LED backlight. Kumba, lazima kuwa na LED backlight, ule mwanga mweupe. Lakini zile pixels zake hazizimwi moja moja, ni pixels ambazo ziko kwa pamoja, lakini pia ina brightness kubwa sana, kwa maana ya kwamba mwanga mwanga mwanga mwanga ukiwa unawasha TV yake, mwanga wake ni mwanga ambao una mwanga zaidi. Na haina burn in. Burn in kwa maana ya kwamba ikitokea labda umewasha mwanga mwingine, labda umewasha mchana, basi ififishe kile kioo usione vizuri, haina hiyo, lakini pia rangi zenyewe ni rangi ambazo ambazo zina saturation kubwa sana. Hiki ni kitu ambacho kipo katika QLED. OLED yenyewe ni self emitting pixels. Kwamba ni pixels ambazo zinajitegemea moja moja na black level yake inakuwa ni perfect kwa maana ya kwamba ule mwanga mweusi ambao unapatikana unakuwa ni perfect. Ila ajabu ni kwamba zile pixels zinapoteza mwanga kabisa. Ikitokea kama ni mtu ambaye umeiwasha OLED katika sehemu ambayo ina mwanga mchana kwenye jua kali, utaona kama vile TV yako haionyeshi vizuri kwa sababu mwanga ukipiga katika kioo basi huoni vizuri. Lakini pia inaweza ikapata bani kwa content fulani. Sio lazima mwanga Inawezekana hiyo content ambayo unaangalia imeshutiwa katika sehemu ambayo ina kiza, yani ni scene zile za kiza, pia unaweza usione vizuri katika OLED. Lakini hii haimaanishi kwamba eti OLED haifai, naomba unisikilize. OLED inafaa kwenye room ambayo ina giza. Kama ni mtu ambaye unachukua TV na unaiweka sehemu ambayo unasema hii ni kwa ajili ya kuangalia movie tu, maana yake ni kwamba hicho chumba kitakuwa kina giza zaidi, utaweka sehemu ambayo hakuna mwanga ambao unaingia, hata ukiwa unaangalia utazima taa, utaenjoy zaidi ukiwa na OLED display. Na kama ni QLED, QLED inafaa sehemu yoyote ni kwenye mwanga ama pawe na kiza, lakini kwenye mwanga utaangalia pia pasipo shaka. Sasa kwa kwa nini nini QLED inakuwa inakuwa ni extreme bright inakuwa na mwanga zaidi, kwa sababu quantum dot hazizuii mwanga, mwanga zina convert mwanga, so badala ya ya ya kupoteza brightness brightness kama kama LCD ya kawaida, QLED QLED inatoa kwanza 1500 mpaka 2000 nits ya peak brightness, lakini pia ina HDR 10 plus result ambazo ziko vivid na highlight zinawaka kama halisia vile. Hii inaifanya QLED kuwa perfect kwa ajili ya kuangalia michezo kwa maana ya mpira, kuchezea games na za daytime zile content ambazo zinahitaji kuangalia katika katika katika katika sehemu ya ya ya mchana kama vipindi vya vipindi vya wanyama na na na na na na na vipindi vingine. Na katika upande wa color accuracy na wide color color color color accuracy accuracy wide wide gamut gamut gamut maneno ya na ya kindo, maneno yakawa kitaalamu zaidi QLED bwana, kwanza unaipata ikiwa na DCI P3 color gamut, karibia asilimia mia moja, na hiyo ndio standard standard ya sinema za Hollywood yani, Hollywood ili iweze kupicha yako ipite, kuna jinsi ambavyo iko kiwango cha rangi ni katika standard hiyo hapo ambayo unaipata katika katika katika QLED QLED. QLED TV. Lakini lakini pia pia reds si zinakuwa zinakuwa zinakuwa deep zaidi kwa ya ya kundu, si real, kwa kwa kwa maana maana maana ya ya ya ya kwamba rangi rangi rangi nyekundu na blues zinakuwa crispy, na na na greens real kijani blues crispy skin tone natural. Lakini pia HDR inakuwa inakuwa natural HDR vibrant bila bila ku overboost. Hii ni ni kwa sababu quantum dots inatoa rangi bila kuchanganya, yani hakuna ile ile uh, color bleeding. Na katika upande wa local local dimming dimming, tuangalie hapa siri ambayo ipo katika QLED. Kingine ambacho kinaipa QLED nguvu ni ile full ray local dimming kwa maana ya FALD, ambapo backlight inagawanya katika zone nyingi. Kwa benefit zake inakuwa ni kwamba white zinakuwa bright bila kuharibu blacks, lakini pia shadows zinapata depth, na huko contrast inakuwa realistic na blooming inapungua kidogo. Kwa high end QLED unaweza pata hadi 100 of dimming zones, na hiyo ndo deep dive ya QLED technology. Kwa hiyo pale ambapo unaenda dukani mtu anakuambia QLED, usijue ukadhani ya kwamba labda anakufanyia matangazo, anakupa promo bla bla bla kwa ajili ya kununua hiyo TV, hapana. Nadhani paka hapo utakuwa umeelewa hiyo ni actual science ya quantum dots, jinsi ambavyo inafanya kazi. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snashi, na naomba nikwambie tu, hii ni nguvu ya Mars Communications Limited distributor, wasambazaji namba moja wa bidhaa za Hisense Tanzania. Mars Communications wanapatikana Kariako, Uhuru na Kongo, page ya Instagram, page ambayo unaiona hapo at Mars Tanzania. Till next time.